Habari mtazamaji, mimi mwalimu wenu Shaida Remtula, mwalimu wa mapishi, na leo nimewaletea resipi ya achari. Naona nimepata maombi ya watu wengi, wanataka kufanya biashara ya achari jo. Sasa hapa nitawaelekeza viungo tutaitumia. Hiyo mafuta, mafuta freshi masafi ya sunflower hapa kuna rai, inaitwa rai hiyo. Mambegu ndogo ndogo hizo inaitwa rai, sawa. So, hapa manjano au dalasini vile watu wana, wana jina mbili mbili, lakini ni manjano zaidi wanasemaga, na wana chumvi, kitungu, kitungu saumu freshi. Hapa kuna majani ya limro curry leaves, wanaitwa kwenye Kiingereza curry leaves na hapa na pilipili ya kijani hii ni mkali na kuna keroti kama keroti nimechukua gramu mia mbili na hapa nimechukua pilipili, unachukua nusu yake hapa kama gramu mia mbili ya keroti mia nimechukua pilipili hii ni optional. Mi napenda kuweka tomato paste, nyanya ya Kopo ya nyanya au nyanya ya kopo, sawa. Ndio hiyo hiyo tu, viungo hizo hizo zinatosha. Hapa nimepasha moto sukari yangu, naweka kiasi ya kijiko tatu ya mafuta sasa hapa itakuwa moto, utasubiri kama dakika mbili tatu. Hapa vile mnapoona mafuta imeshakuwa kuwa moto, naweka hiyo mbegu. Hii inaitwa mustard seeds kwenye Kiingereza, kwenye Kihindi wanasema rai. Hata ukienda Kariakoo ukisema rai, wanaelewa. Nshaweka hii alafu naweka hiyo majani ya limro curry leaves sawa. Unaikata kata usiweke kubwa kubwa sana, iweka kizikomoja Nguza kidogo moto kikakaranga, kama likambili kidogo, ikikingusana kidogo, iive kidogo.

chiye mnangonda hapa ngekuwa nikasikia. Halafu kama viungo zimeshaiva, naweka kidogo maji maji, kama robo kikombe tu, si mengi.

Uhuru. Unaweza kuweka hata kama kuna mapakai mbichi au embe mbichi, unaweza kuchanganya kuchanganya humo, muhimu ukishajua jua ile, ile step ya kwanza kutengeneza masalo, viungo unaweza kuweka nyingi unaweza kuweka mapapai mbichi, embe mbichi.